Zaidi ya watu elfu tatu waliandamana mjini Cape Town nchini Afrika ya Kusini Jumamosi, wakiitaka nchi hiyo kukata uhusiano wake wa kibiashara na kidiplomasia na Israeli, ikiwa ni pamoja na kufunga ubalozi wake, kutokana na vita vya huko Gaza. Pretoria imekuwa mkosoaji mkuu wa hatua za Israeli huko Gaza, ikiwasilisha kesi mbele ya mahakama ya juu ya Umoja wa Mataifa mnamo mwezi Desemba mwaka 2023 inayodai kuwa vita vya Israeli katika eneo la Palestina ni sawa na mauaji ya halaiki, mashtaka ambayo Israeli imeyakanusha. Maandamano ya Jumamosi yalileta pamoja mashirika kadhaa ya Wapalestaini, vyama vya kisiasa na vikundi vya Waislamu na Wakristo, katika moja ya idadi kubwa ya waliojitokeza katika miezi kadhaa, wakipeperusha bendera na kauli mbiu za Palestaini kama vile "Usijisikie vibaya tu, fanya kitu." Maandamano hayo yalikabidhi ombi la madai bungeni. Afrika Kusini lazima kususia kuiondoa na kuiwekea vikwazo Israeli kama vile ulimwengu ulivyotufanyia, alisema mratibu wa kampeni ya mshikamano wa Palestina Yusufu Chite akimaanisha hatua za kimataifa zinazotumiwa kushinikiza utawala wa kibaguzi wa Afrika Kusini. Inabidi serikali ichukue hatua juu ya kumfukuza balozi na ubalozi wa Israeli kutoka Afrika Kusini sasa, na nchi hiyo inapaswa kutengwa na mashirika ya kimataifa ya michezo kama vile FIFA. Yusuf Chite aliuambia umati wa watu. Ombi hilo pia lilitaka serikali kusitisha uuzaji wake wa makaa ya mawe kwa Israeli na kuwafungulia mashtaka raia wa Afrika Kusini watakaojiunga na jeshi la ulinzi la Israeli IDF. Vita huko Gaza vilianza baada ya wanamgambo wa Kipalestina wakiongozwa na kundi la Hamas kushambulia Israel mnamo Oktoba 7 mwaka 2023. Shambulio hilo ambalo alijawahi kushuhudiwa lilisababisha vifo vya watu 1219 upande wa Israeli. Wengi wao wakiwa raia kulingana na hesabu ya AFP, kulingana na takwimu rasmi za Israel. Mashambulizi ya kijeshi ya Israel tangu wakati huo yameua takriban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 Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba. <tik>